Wazee wa jamii ya Samburu hutoa mwelekeo wa jamii na kutatua mizozo kupitia vikao vya bunge lao linajulikana kama Napoo. Wazee hao hukongamana katika eneo maalum ambapo wanawake hawaruhusiwi ili kuzungumzia maswala yanayowasibu jamii hiyo na kuafiki suluhu kwa pamoja. Bonifas Barasa anatupa tafsira kamili. Bia nani? Bia nani? Umbo lenye mviringo lilotengezwa kwa kutumia miti yenye miiba na unapodhania kuwa <coughs> ni zizi la ng'ombe, hili sio zizi la ng'ombe, ni eneo lenye hadhi kubwa. Hili ni bunge la wazee wa jamii ya wa Wasamburu linalojulikana kama Napoo wazee hao waliovalia mavazi ya shuka ya Kimaasai na kubeba mikongojo wanaendeleza mazungumzo ya pamoja, wakiweka kwenye mizani maswala yanayoihusu jamii, huku kila mmoja akichangia kwenye maamuzi ya kikao hicho. Samburu tunaishi in a communal, in a communal setup. So in the middle of this big huge village kuna naapo ambayo ni kama we call it parliament ya kijiji ama ya, ya region because that is where wazee wanaketi chini wakizu, wakizungumza wakiongea mambo ya usalama, wakiongea mambo ya afya, wakiongea mambo ya mifugo, wakiongea mambo ya mvua. Pia ikifika jioni wanapatana pia pale jioni pia kuomba na kushukuru Mungu kwa siku njema na kupeana updates za, za, za, za, siku zilikuwa aje. Jambo lingine, tukitaka kutahiri vijana wetu, tunatunga sheria hapa na wakati ambao tunaanza na wakati ambao tunamaliza. Baraza hilo pia lina mamlaka ya kutatua mizozo katika jamii. Mutu, mutu yoyote iko na mukosa lazima alete kwa Napoo, wasaa atatoa hapa, amambea polani washana na hiyo, kwa maana wai ndio wamekosea. Hata kama kesi ya shamba, kama naiba, hata mwisi ya ng'ombe, ya mbuzi, yote analetwa wapi? wasee natatoa hapa. Wazee hao hutunga sera za kuielekeza jamii, na katika jamii hii ni mwiko kwa wanawake kuingia katika sehemu hii. Na hapo kina mama wese kanyanga ndani, kama iko na maneno unakuja tu unaita msee mmoja, ukukuja hapo unaeleza shida yake yote, alafu hiyo msee mmoja unarudi kuenda kuelezana kwa Napo. Ni endapo watakaidi amri hiyo, ndapo wataingia, lazima kuna kuna sacrifices zitafanyika, ambayo ni ngumu sana, kwa sababu tangu utotoni unafundishwa haustahili kufanya hivi, haustahili kufanya hivi. So kimakosa wata appease the gods kwa sababu kitu ambayo haistahili kufanyika imefanyika. Jua linapotua wazee urejea nyumbani, na eneo hilo kusalia chini ya ulinzi mkali. Ni eneo linalochangia maamuzi makuu katika jamii ya wafugaji wa Samburu, maamuzi ambayo huikosoa na kuelekeza jamii hiyo. Bonfas Barasa, runinga Citizen, gatuzi la Samburu.